Yavutu mutu, mutu asipopepesuka awezi kuona kari ya mutu, akaiba awezi kuvunja duka. Hasa wewe fanye hesabu, ni watu wangapi wamekufia kwa duka kwa sababu ya kupomoa? Watu wangapi wamekufia kwa pikipiki baada ya kuiba pikipiki? ni watu wengine wangapi wamekufa kwa sababu ya ng'ombe? Alipatikana na ng'ombe Alipatikana na mbuzi, alipatikana na kondoo, alipatikana na kuku ya wenyewe, wakaua. Ni wangapi? Mtu azipo pepesuka awezi kuenda akafungua ng'ombe ya wenyewe, akaanza kufunguza. Azipo pepesuka, ni lazima apepesuke. Na kupepesuka mikadhabu hmm, kutoka kwa Mungu. Hata wakati unaona pedwa, mambo inafanyika kule nyumbani, inafanyika kwa kwaeria, inafanyika kwa maeneo yako, inatakiwa ujue kwamba hiki ni kikombe ambacho kimekucha ndani ya hiji kiko pale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu, Amen. Usi, mutu asipopepesuka hawezi kuwa msherati. Lazima upepesuka ndio kuwa msherati. Usipopepesuka hawezi kuwa msherati, uwezi, haiwezekani. Mtu ambaye ajapepesuka akuwe na wanawake kwa siku wanawake watano, haiwezekani. Hiyo ni roho, hiyo ni spirit <laughs> haiwezekani. Mwanamke tu mzima mwenye hana hiyo roho ya kupesuka, mwenye hana hiyo kikombe akuwa na wanaume watano kwa siku, haiwezekani lazima awe na sipirdi ya kupepesuka. Hasa ukiona watu wapendwa, wanapepesuka na ndio unaona baada ya mtu kupepesuka, anasema Mungu asema kwamba watapepesuka na kwa wasimu na kwa njia hiyo ataleta kifo. Watu wanapepesuka, wanaiba pikipiki, wanakufa. Watu wanapepesuka, wanaiba ng'ombe, wanakufa watu wanapepesuka wanakuwa washerati, wanapata ukimwi wanakufa, wanapata magonjwa ya sida wanakufa, wanapepesuka. Kuna kitu kama kimekujia mpendwa, na unaona unapepesuka kukifanya, hata unaweza kuwa kanisani, ukitoka nje na unaanza kupepesuka, juu ya kwamba hiyo ni roho imetumwa kwenu, imetumwa, imetumwa, iko kwenu, hawezi kupepesuka ukafanya maneno ambayo unaweza kufanya kwa kisa na mchana, hawezi kujua kwamba kuna spirit ambayo imekuja na hiyo spirit, hawezi kuiondoa mwenyewe. Haleluya, ndiyo tunaweza kusoma kada kitabu cha kitabu cha Ilikuwa kitabu gani? Ilikuwa Mathayo, kama akijaenda kwa Mathayo, angalia kitabu cha Ezekieli thelathini ishirini na mbili, na sema ni Ezekieli thelathini ishirini na mbili. Ukifika hapo, kwanza ni confirm ndio wangu, kama sisi Ezekieli thelathini ishirini na mbili, itakuwa Ezekieli ishirini na mbili thelathini ini thelathini ishirini na mbili no. Kwa hiyo mimi Bwana Mwenyezi Mungu nasema hivi, nitapambana na Farao. Hiyo ni 30 ishirini na mbili. Si. Inasema hmm, nalimtafuta miongoni mwao mtu mmoja, nilitafuta miongoni mwao mtu mmoja atengeneze ukuta na kusimama juu mahali palipopomoka mbele yangu, atengeneze ukuta na asimame mahali palipopomoka mbele yangu, ili ailinde nchi na kuiguluzia nisiiharibu, ili ailinde nchi na kunizuia na, yes, nimetaka hii ailinde nchi na kunizuia nisiharibu. Yes. Na kunizuia nisiharibu, lakini si kumpata hata mmoja. Yes. Nimemaliza hivyo, mm. Lakini mm -hmm. Si kumpata mtu hata mmoja, wakati mpedwa kikombe kiliendelea kukula watu, watu wakaendelea kuliwa na kikombe hiki cha adhabu ya Mungu. Akaanza kutafuta akasema, kama ningepata mutu mmoja nipate mutu mmoja ambaye amesimangesimama kwa pengo, mahali ambapo pamepomoka atengeneze ukuta, ili anisuie nisiweze kuangamiza nchi, lakini sikumpata. Bwana Yesu asifiwe nataakeoju majukumu ya kuogopa imkonalenawe aakeoj Mungu anasema alitafuta mtu mmoja, si wawili, mmoja asimame mahali ambapo pamepomoka, ili amzuie, ili achenge ukuta. Na amzuie asijaribu ichi, lakini hakuona. Anatafuta mmoja, Mungu anatafuta mmoja, hakupata Baada ya Mungu kutafuta mmoja hakupata, diposa akaweza kuona ya kwamba option ambayo ambaye imepati itakuwa ni mwana ambaye ni Yesu Kristo, yeye aende, yeye aende akaweze kuokoa ulimwengu, asimame mahali palipopomoka, naye akaweze kumzuia. Yesu alikuja kusimama kwa pego mahali ambapo pamepomoka, ili Mungu akaweze, ili Yesu akaweze kumzuia Mungu aisimalize hici. Mungu alitafuta mkuwapedwa mutu mmoja kwa, kwa ulimwengu hakubata moja moja asimame kwa pego, hakubata Ndiye akapata option itu moja ambayo ni Yesu Mungu mwenyewe. Sasa wula wewe huko unatafuta Butu asimame kwa pendo, kwa maisha ya asimame kwa pendo. Na wewe unajua, unajua tupungwa makaundi peke yake, ama unajua kumiliki sabu kaundi peke yake ama unajua Kenya peke yake. Na kama Mungu mwenye aliumba ulimwengu wapetu, angalia kitu kizima, aliumba ulimwengu mzima na akatafuta ulimwengu mzima, hakupata moja. Sasa wewe mwenye unajua tu Kenya peke yake, basi utapata. Unajua wewe si Kenya. Sasa unajua kimeliza hapo <laughs> Sasa wewe naye uko na maeneo ndogo hiyo zaanza kupata zile shida tena. Kama kwa kupata ulimwengu mzima sasa wewe kimiliki sababu kama utapata. Bwana asifiwe. Lakini sasa umenitanganya. Sasa umenitanganya. Haleluya. Maana naona alienda Ukambani akatafuta mtu. Baba anasema anachia kitu. Alienda Ukambani akatafuta mtu Ukambani akale upendwa Mungu akatafuta option ambayo ni Yesu. Sasa Yesu akabatikana ili aje akaweze kusimama kwa pepo ajenge ukuta ili ya kwamba akamzuie Mungu, akamzuie Mungu kuweza kuangamiza ulimwengu. Hiyo ndio lengo ya Yesu kuja. Haleluya vipose. Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo ishirini na sita kuanzia thelathini na sita ya kwamba anaambia Mungu

Nasema yes. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Getsemani yes. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Inasema akamchukua Petero na wale wana wawili wa Sebedayo yes. Akaanza kuhuzunika na kusononeka 39 yes. Ndipo akawaambia roho yangu ina ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Mm, kaeni hapa mkeshe pamoja nami yes. Aka akaendelea mbele kidogo akaanguka kifulifuli. Yes. Akaomba akisema Baba yangu, ikiwezekana, kikombe kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Yesu anasema Papa, naomba ikiwezekana kikombe hiki kiniondoke, lakini sio kama nipendavyo mimi, bali uwe kama wewe Bwana. Bana asifiwe. Amen. Wapigwa, kikombe hiki kililetwa na Yeremia, watu wakakunywa, watu wakapepesuka watu wakawa wazimu, lakini Mungu akatafuta option, mtu ambaye angesimama kwa pengo, ili amsudie kwa sababu ya maafa ya kikombe cha katabu. Wapendwa, Mungu anasema hakupata mutu, lakini akapata Yesu. Yesu alipoelewana na baba yake akakuja duniani, ikafika wakati wa kukunywa kikombe cha kadhabu. Yesu akaweza kuona uchungu, maana anakufa kwa sababu ya watu ambao wangekufa. Yesu aliona wa kifo, akasema roho yangu iko radhi, lakini mwili unaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anajua kikombe, kikombe cha wisi ambacho kimemaliza watu, watu wamekufa, wapedwa. Kikombe cha usharatu ambacho kimemaliza watu, kikombe cha ulevi, kikombe cha makonjo ya laanda kimemaliza watu. Yesu akakuja, kikombe hicho akakiona kimefika. Yesu akasema, Baba kikombe hiki ikiwezekana kiniepuke, lakini isiwe kama vile mimi nina penda, lakini ikiwa ni kwa mapenzi yako. Lakini Mungu ambaye ni baba yake ambaye ni Mungu wetu hakuruhusu Yesu kuepuka kikombe hicho. Amen, ndio maana anatuambia kwamba kwa mapigo kwa yake tumepona. Je, wana akasema ya kwamba alivyomuona Yesu akasema, ndiyo huyo mwanakondoo ambaye anakuja kukufa kwa sababu ya dhambi ya watu wengi. Alikuja kukufa kwa sababu ya, ya, ya, ya dhambi za watu wengi Yesu Kristo ndio maana alipokuwa msalabani, wapendwa, ukisoma andiko ukiendelea utaona Yesu alipokuwa msalabani, walikuja walimpika micheleti, watu walimkonga fio, walikuja mpaka na sifongo, sifongo kitu kama siki kama kamu, wakamunywesha Yesu, walimunywesha Yesu, kikombe kinakamilika. Ndio vile unaona neema ikisha kufikia, vile tufikia sisi tulipomwamini Yesu. Yesu mwenyewe alikuja kwa tamu yake, akachukua kikombe cha pombe ndani yako, akaondoa, akachukua kikombe cha